So hii itakuwa ni video ya kwanza katika mlolongo wa video tukazozitengeneza, uh, Python basic. So yeah, kwa video hii nataka tuone na kifupi. Video zitakuwa aza hazina urefu mkubwa, itajitahidi kila video iwe ni chini ya dakika kumi, kwa maana dakika kumi zitakupa uelewa wa kutosha. Sitaki kuchanganya mambo mengi, so nimezifanya ziwe na muda mchache, kwa maana kwamba kitu utakachojifunza kwenye video ya kwanza uweze kukifanyia marudio na uweze kukimaster. So, maana nimezifanya ziwe, ziwe fupi. So kwa leo tutaona kitu kinaitwa syntax. syntax ni nini? syntax ni kodi zilizo kwenye mlolongo ulio sahihi so ili program iwe kamili na iweze kufanya kazi kwa ufasaha, ni kwa ni kwamba unahitaji ku meandika kodi ambazo ziko kwenye mlolongo unaoeleweka, kwenye, kwenye mpangilio sahihi, ndio maana tunaita syntax. Yani kama sheria zilizoko kwa guide kwamba wakati unaandika kodi kuna vitu unatakiwa vizingatie, so kumfano, kwa mfano ikiwa unahitaji kuandika labda neno hello hauwezi ukaandika tu hello na ku, ku, ku lika print, yani kuonekana kwenye screen. Ili neno iliweze kuonekana, ni kwamba unahitaji keyword itakayokusaidia kuprint neno hilo. Kwa mfano kuna keyword inaitwa print, print. Hii print ni kwamba inatusaidia sisi kama kuna, kuna data tunataka tuzione kwenye screen, so print itabeba ujumbe tunaotaka tu uonyeshe kwenye screen. So kwa mfano hapa nahitaji. So nikisema hello, kwa maana kitakachokuja kuonekana kwenye, kwenye kwenye, program, kwenye screen ni kwamba itakuwa ni sio. So tunaweza tukajaribu kulani hapa, aa inaweza kuona hapa, imeleta haijaleta. Hizi nyingine vyote hachana navyo, so tuna, focus, tuna na majibu na ile zati hutokea hapo kwamba hello. So ili uweze kuprint neno kama hivi, basi unahitaji kuwa na keyword ya print then hello world. Amna namna unaweza kaandika tu atoka huko ukajiandikia tu labda labda tuseme ukataka uandike tuseme ukataka uandike hivi, haiwezekani kufanya hivyo. So print haitaonekana. Unaweza kuona tumelani, lakini hapo haiwezi kuonekana. Hii inaonekana sawa. So makosa makubwa kuu, ili ku print basi unahitaji keyword ya print. Sawa. So kitu kingine ni namna ambavyo tunaandika code zetu. Kwa mfano nikiwa nina statement ya if, kuna statement ya if is the same is greater than two then okay, print print litano ni kubwa kuliko mbili. So hapa kuja tutoe hizi kuchanganya hapa kinachotokea ni kwamba program imeambiwa hivi kwamba, ikiwa ijaribu kuangalia kwenye hizi namba, ikiwa tano ni kubwa kuliko mbili, basi print hili neno kwamba tano ni kubwa kuliko mbili. So sasa hivi we no so focus na hizi sheli anazokuonyesha, usijali kuhusu hizi ifu na hizi na tulivyoziandika, na hizo achana nazo, tutakuja kuelekezana baadaye. So kwa sasa hivi focus tu hichi ninachokuonyesha hapa. <clears throat> So unaweza ukaona hapa pale mwanzo tuliandika kwamba tuliandika kwamba print. Tuliandika, print. Tuliandika print hello. Sasa hivi kama utaangalia kwa makini ni kwamba hapa mwanzoni, hapa mwanzoni na nafasi imebaki, lakini hapa hamna nafasi iliyopo. So unaweza ukajiuliza kwa nini hapa tumeacha nafasi, lakini hapa hamna nafasi. Ndiyo, ni kwa sababu, ni kwa sababu hii ni statement. hii ni statement ambayo kama itakuwa italeta majibu ambayo nakusudiwa basi ita print it, kama sio statement ita kama sio statement, basi hatuna haja ya kuacha nafasi. Kwa maana, kwa mfano, ukisema uache, ukisema nafasi hapa, kwa mfano, ngoja kwanza tu, yani hii hii tuta, hii hii tu comment kwanza, okay. Okay. Tu na comment, so tukilani hapa, kuna majibu tutakayopata, ndiyo inafanya kazi. Nau hii statement imekuwa kweli kwamba tano ni kubwa zaidi ya mbili, ndio maana imeweza kuprinti hili neno hapa kwamba tano ni kubwa kuliko mbili. So tofauti hapa ni hapa ni nini tofauti iliyopo? Ni kwamba hii iko kwenye block ya statement ya if, if statement, because nimesema, usijali sana na usifocus sana kuifuatilia kujua ifu ni nini nachoitaji ni dili nacho, kudili, nacho sasa hivi, focus kujua kwamba kwa nini tunaacha nafasi hapa, kwa nini tunaziandika hivi hizi code. So hii inaandikwa hivi kwa sababu iko kwenye block statement. So lakini ikiwa iko, iko ni statement tu inajitegemea yani kwamba tunahitaji tu print, basi hatuna haja ya kuacha nafasi, kwa maana ukiacha nafasi itakuwa ni error. So kama una extension ya Python kwenye Visual Studio Code unaweza kuona ita, itaanza ku highlight hapa kwamba hili ni kosa hili, kama unavyoona hapo inaonyesha ni kosa kwamba sio sahihi kuacha nafasi hapa, lakini ni sahihi kuacha nafasi hapo. So nadhani utapomelea kumbukio, kwenye statement unahitaji unahitaji kuandika code ambazo statement inayofuata, yani code line inayofuata baada ya statement ya kwanza ni kwamba iwe imeacha nafasi moja. So naweza ikawa ni zaidi, lakini kwa, kwa nanili, kwa uzoefu mzuri ni kwamba unahitaji uache nafasi tu moja ili zisikupe shida kuzielewa. So ukitumia ifo function yao nini basi kodi zilizopo ndani yake zinahitaji ziache nafasi ndo zifaa ziandikwe ndani. Kama ziko nje zinahitaji hazina haja ya kuwa na nafasi so, kama umewahi kutumia javascript kwa mfano, kwenye javascript ukiandika function ukiwa na mfano tuseme function adoka na function inaitwa javascript. Kwenye kwenye javascript kuna hichi kitu kwamba kwamba kwamba unakuwa na function ambayo kwa hapa mbele itakuwa ina, ina, block, ina block ambazo mfano um, kuna hizi bracket so, function itakuwa hivi then ndani utaweka code zako. Lakini kwenye python tofauti kidogo, imerahisishwa, una haja kufanya hivyo vitu so just unaandika tu hizi na mstari unafuata. So hicho ni kitu kingine kwamba ambacho unahitaji kukikumbuka wakati wote utakapokuwa unajifunza. Kitu kingine ni comment. Comment kwa maana gani? Kwa mfano, unaweza ukaona ni kilani hapa sema ni nani zikodi hapa. Utaona hizo zinatoa majibu mawili kwamba tano ni kubwa kuliko mbili na hello world. Haya majibu haya. So, lakini tuseme kwa mfano sitaki hii ionekane kwenye kwenye nani ile kwenye program kwenye screen. Tait atukiweka alama ya reli mwanzo wa kodi, manake unamaanisha hiyo kodi isisomwe. Hiyo inamaanisha ni comment. So ukija kulani hapa, utagundua okay. Ukilani hapa, utagundua imeiacha hii, imeenda kulani ile ya mwanzo, kwa maana kwamba imegundua kwamba hizi kodi nyingine ni nini, ni comment. So unaweza ukaa na comment nyingi zavyo So, kwa mfano labda tuseme hizi laini zote atakaziwe ni comment. Kwa mfano ile ambayo nitaitolea leli ni kodi kawaida. So hizo ndizo ni, ni comment. So lakini pia kuna namna nyingine ya kuweka comment, kwa mfano, kwa mfano una mistari mingi ya code. Let's say say labda hizi ngoja ni niziweke hapa, seme nina laini nyingine hapa na tuseme zote hizi sihitaji kuzitumia, so nilahitaji kuzikomenti, na badala ya kuandika leli kila upande <laughs> izi za nikaweka hizi alama za kufunga na kufungua, anaziita single quote, ukaziweka like, huku juu tatu na chini Programu hizi haitazisoma hizi, tunaweza so, tukahakiki hapo, tukaona itaziacha na zenyewe, kwa maana kwamba na, na zenyewe zinatambulika kama nini? Ni, kama comment. So mara nyingi ukikuta comment ya hivi ni kwamba inamaanisha ni laini zaidi ya moja ya kodi ambayo haitaki ambayo hautaki programu isome lakini ukikuta ziko kwenye zinatumia leli, maana yake ni kwamba ni kodi ambazo ni line moja moja ambazo zimewekewa comment kwamba zisomeke. So hizo ndo comments na hizo ndo sheria basic za Python, nyingine tutaendelea kuziona mbele mbele huko. So haituendelee kufatia ilikani la kwanza somo la kwanza, kwanza. So tunakuja kwenye somo la pili.